ya Ruangwa risala ya ufunguzi wa maadhimisho ya lishe kitaifa 2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wote. Kwa heshima na taadhima napenda kusimama mbele yenu leo katika ufunguzi wa maadhimisho ya lishe kitaifa 2025 tukiongezwa na kauli mbiu inayosema, afya ni mtaji wako, zingatia unachokula. Kauli mbiu hii inatufundisha kuwa afya bora ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi, familia na taifa kwa ujumla. Maandalizi ya maazimisho. Katika kujiandaa na maazimisho haya ngazi ya wilaya, tulitembelea shule mbalimbali mbali kwa ajili ya uhamasishaji, uchunguzi wa hali ya lishe na utoaji wa elimu. Shule za msingi zilizotembelewa ni shule ya msingi Nkoe na Ndagala, Ruangwa, Lipande na Dodoma. Uchunguzi wa hali ya lishe. Uchunguzi wa hali ya lishe umefanyika kwa wanafunzi mia tatu tisini na nane na watu wazima mia moja thelathini na nne. Matokeo yake ni kama ifuatavyo kwa wanafunzi, jumla waliopimwa ni mia tatu tisini na nane. Walio na uzito wa kadiri ni mia tatu na tatu sawa na asilimia sabini na sita. Utapia mlo wa wastani ni ni wako sitini na moja sawa na asilimia kumi na tano, na uzito uliozidi au ulio kithiri ni wako thelathini na nne sawa na asilimia tisa. Kwa watu wazima ambao ni watumishi na wataasisi na ofisi mbalimbali, taasisi zilizoshiriki ni pamoja na Tanesco, Takukuru, NMB, CRDB, makao makuu ya halmashauri na ofisi ya mkuu wa wilaya na baadhi ya watumishi wa timu ya usimamizi wa huduma za afya wilaya, yani CHMT. Jumla waliopimwa ni 134. Ni uzito wa kadiri wako 37 ambao ni sawa na asilimia 28. Uzito uliozidi au uliokithiri wako 86 sawa na asilimia 64 na utapia mlo wa wastani wako kumi sawa na asilimia nane. Utoaji wa elimu ya lishe, kipindi maalum kiliendeshwa kupitia redio Ruangwa FM kikieleza zima nzima ya maazimisho haya kitaifa, na elimu ya ulaji unaofaa na ushauri wa wagonjwa wenye magonjwa yasiyo kuambukiza, na shinikizo la damu, kisukari na magonjwa ya moyo ilitolewa pia. Tulitembelea mashamba darasa kwa, katika maazimisho haya Jumla ya mashamba darasa yaliyotembelewa yako sita. Tulibaini kuwa kuna mashamba darasa ambayo yanaendelezwa vizuri, lakini kuna mengine yana changamoto ambazo tayari zimekwisha kuainishwa na taarifa rasmi itakabidhiwa kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya ni jukwaa la kutufundisha na kutukumbusha kuhusu lishe bora, kwamba lishe bora si chaguo, ni wajibu. Tunaposhirikiana kuhakikisha watoto na watu wazima wanapata chakula chenye virutubisho tunajenga jamii yenye afya na nguvu kazi imara na taifa lenye maendeleo endelevu. Kwa niaba ya Halmashauri ya Wilaya Ruangwa, napenda kukaribisha yafungue maadhimisho haya ya kiwilaya na kiweze kuendelea kuadhimishwa kuanzia tarehe kumi na saba hadi tarehe ishirini na moja.